Mwaka huu taifa letu linajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani. Maana ya uchaguzi ni kuwapa uhuru watu wachague mtu anayemtaka. Ndio maana tunafanya uchaguzi na maana ndio tunafanya uchaguzi wa vyama vingi, kulinganisha sauti. Lakini Watanzania, kinachotokea sasa ni kama hatulinganishi sauti, tumeanza kupigana viatu. Ukiona na mtu anakuzidi anaku kwa sera, unaamua kutumia nguvu kumzima. Watanzania wengi wanalalamikia tume huru ya uchaguzi kwamba sio tume huru, na wanafanya hivyo kwa matukio yaliyotokea nyuma, uzoefu uliotokea nyuma. Ni wajibu wa serikali kuangalia upya malalamiko ya watu wake. Na fikiri vyama vingi ni sawa na hizi kwaya zilizoimba hapa, kila mtu aimbe wa wimbo wake mzuri, na kila mtu anachagua kwenda anakotaka. Hatulazimishi watu waende mahali asikotaka, usikotaka. Bwana asifiwe. Imba wimbo mzuri unaovutia watu, na wakaja kwako, lakini hatulazimishi watu kwa fimbo, kwa bakora Waku, waimbe wimbo usiotaka unaotaka wewe, na ndio maana ya demokrasia. Demokrasia ni kwa wapa watu uhuru wa kuchagua wale wanaowataka. Wenzetu CHADEMA anasema no reform no election, hawa ikachukuliwa kama serikali ni CHADEMA inasema hivyo, hata baadhi ya wana CCM wako wanaosema no reform no election, no, no, no election, lakini wamejificha hawataki waonekane. Kukamata watu na kuwaweka ndani hakunyamazishi malalamiko ya watu, hakunyamazishi bali, naendelea kujenga gepu ya watu kuachana. Kwa kwanza, ukimkamata mtu unampa taito, nampa taito, hatakwana hata kama alikuwa haonekana, ataonekana. Bwana Yesu asifie sana, lakini tukosoane. Waafrika hawajui kukosolewa, ukikosolewa tu unashika panga. Ala, unashikaje panga? si unaniambia wewe, Masai unavaa nguo yako haifai, hii nguo hapa, sinaenda kuvaa nzuri. Kila tunapokosolewa tunaonyeshwa madhaifu yetu, na yale madhaifu ndio anatakiwa tushughulike nayo. Ile ile anayesema ashindo la kusema, lakini tukiwatishia, tukiwafukuza, tukiwakamata pale, unaleta gefu, unaleta mgawanyiko, unaleta upasuko kwenye taifa la Tanzania. Taifa letu ni taifa zuri, na hata wakati ule wa uhuru tulikuwa tunaitwa taifa lilo mwenyekiti wa nchi za mstari wa mbele kukomboa wenzetu waliokuwa wanakandamizwa na mataifa ya wenzetu weupe, na tumefanya hivyo bila kujali. Sasa tusirudi tukawa wanafunzi wa siasa, wakati sisi tulikuwa waalimu wa siasa kwa nchi zinazotuzunguka.